Wajiangalia kwenye haya mabedi naweza akambeba mtu kumpeleka nchi tofauti na uwasiwasi mkubwa siku ya leo. A, a, wale wote, ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tunaishi na watu ambao kwa Tanzania hii wamechanganyikiwa. Kwa nini lazima wamechanganyikiwa? Unajua, ukiwa na rafiki ambaye upande wa pili ambaye hana uhakika wa kula hana uhakika wa mavazi hey, aeleweki. Kwa hiyo santem lazima umpepee, yani kumsaidia yeah. Yeah unamwambia ile unamkemea ni yale masikoseli matatizo majijani naba yale yamtoke. Ah, labda nizungumze kitu kimoja. Sisi tuna tajiri wa kweli, ukimzungumzia GSM, unamzungumzia international, unamzungumzia tajiri mwenye high quality. Watu wana matajiri. Tulia ndugu yangu, tulia ndugu yangu, nazungumza kwa nini. Sisi tuna tajiri ambaye anaweza akanunua tiketi zaidi ya elfu sita kwa nini nazungumza hivyo? Sisi hatuna yule tajiri ambaye huyu shabiki ametokea amefanya misunderstand, mnaelewa? Alafu mnapo nyinyi, wanachama changieni, nazungumza na, kwa maana, changieni <laughs> mrejeshe, rodeni. Sisi tajiri yetu kitokea misunderstand, anapiga simu moja tu eh? Bwana, wanachama ni wa kwangu na wapo kwa ajili yangu na wanajisajili na wanachangia timu yao na wanaipenda timu yao na wapo kwa ajili ya timu yao. Sisi ni wanachama Dar es Salaam Young Africans, sisi tumeshushwa na Mungu kuja kutengeneza Tanzania, wajue Tanzania kuna timu hii moja ambayo inaitwa Dar es Salaam Young Africans. Kwa nini nazungumza hivyo? Nazungumza hivyo kwa sababu ya sisi wana yanga tumetoka na yanga mbali. Sisi wana yanga tumeteseka. Sisi wana yanga tumepitia magumu tumepitia mateso. Leo hii tunapata burudani na tunapata tajiri ambaye kanyooka, tunapata tajiri ambaye leo hii anafikiria wanachama wao, tunapata tajiri leo hii ikitokea matatizo yote anawasaidia wanachama wao. Sisi hatuna tajiri wa Instagram. tajiri wao kasuta timu mpaka leo Anas... Kwanza, unapozungumzia neno tajiri, hiki ni kikundi cha ja SACCOS au ni timu ya mpira? timu ya mpira inasajili wachezaji kwa gharama, timu ya mpira inasafirisha wachezaji kwa gharama, timu ya mpira inalipa wachezaji mishahara, inalipa posho. Leo nasifurahia kwamba sisi wanachama, unaingizwa bure, yaani mwanachama, lakini unakubali kuingizwa bure Manji misimu, misimu ile aliyokuwepo Manji, mechi mbili za bure. baada kutoka ya kutoka madarakani alidai bilioni 11. Huyu huyu injinia Hersi, ni mechi yake ya tatu ya bure Naye akishatoka madarakani unaweza kadai milioni hamsini. Wakaanza kusema hiyo, wewe unadai unamdai nani? Sitiali mlikubali vitonga, ndizi na pilipili. Timu inaendeshwa kwa gharama. Jiulize, wao wana chanzo gani cha mapato kwenye klabu yao zaidi ya gate collection na zaidi ya jezi. Na mwaka huu jezi hawajanunua. Huyu mwenyewe alipo saizi hana jezi ya msimu uliopita. Si, hii mpya. Shikilia hapo hapo. Mechi yake kaja na jezi ya msimu uliopita. Baada ya kuvaa jezi ya msimu huu. Maana yake tu anataka vitu vya bure bure tu. Hakuna starehe ya bure. Bure ni msiba brother na mikutano ya kisiasa. Naomba shikilia hapo hapo. Muulize hii jezi ya msimu gani? Ni leo mechi. Okay, yangu tunashikilia hapo hapo hapo, tukizungumzia wale mashabiki ambao sawa, wana degedege, wana pesa ya kula, wana matatizo. Leo kasikia Yanga leo kasikia, leo, leo JSM anatoa pilau, akasema basi na mimi ngoja niende nikapati pilau. Sawa, huyu ni mwanangu swaiba wangu mshikaji wangu, niwaambia, ukitaka afya bora, ukitaka kunenepa, ndio Dar es Salaam Yanga Africans. Umeona mimi navunga wili. Sisi leo labda nizungumze kitu kimoja. Sisi tunalipia kadi ya wanachama, sawa. Nyinyi mnalipa nini na wanachama au wamesajili vikundi vya sako, si sawa? Shikilia hapo, shikilia hapo. Sisi wanachama tunatambulika na Yanga Africans. Mimi ukinielewa, wewe ukiniuliza dadi manywele, we ni nani? Nitakwambia mimi shabiki ya mwanachama wa Dar Africans, na nalipia kadi yangu na nina uwezo kumwambia injinia namtaka mchezaji fulani. Kwa nini? Sauti yangu, pesa yangu, na uchungu na timu yangu. Sasa hawa ukiuliza mpaka leo hawana ule mfumo wa kuchangia kadi ya wanachama, ndio maana mwisho wa siku waki, wakiona waelei viongozi wao wanawafata, wanaambiaje bwana, nyinyi mashabiki bora na mwisho si wa siku ashamwa mashabiki bora imepita kushoto, umetulia. Sasa ifike wakati mfumo wa maisha umebadilika. Sisi tumepoteza ugenini, sawa. Kama tumepoteza ugenini, haimaanishi kwamba tu tumeteza direct. Mpira una matokeo matatu: kushinda, kufungwa na, na kudraw. Tulipoteza ugenini, lakini tumejifunza kutokana na nini. Na mechi ilivyo leo, tuko nyumbani Tanzania ndani ya uwanja wa Benjamin William Mkapa kuna vidududu mtu kibao vimejaa sana, kwamba kutuombia sisi mabaya, lakini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Yanga mbele nyuma mwiko. Kwa nini nilizungumza kauli hiyo, kwamba sisi leo kamasha a kauli zao kwamba sisi hapa moja mbili tatu? Lakini nakuhakikisha ndugu mwandishi, baada ya mechi kutane pointi tatu na magoli sio sipungua chini ya magoli sita, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Baada ya mechi goli sita goli sita nasemaje? Tukubaliane kwanza. Hawa sio KKM. KKM si wale pale mtoto wa mjomba na shangazi. Mjaye kutoa jasho na nani? Nani? KKM. Hata kama sio kusema hivyo yani mjomba ananuniwa pale. Na nani? Yanga ananuna pale. Tupa, tupange na wale si KKM, tupange na wale jeshi la nini lile? Mla ndege si nani? Tupange wale wakombozi wa ngambo kama tunawaacha sisi. KVZ, wote sasa tunapasua. Yaani nyumbani pale usumbuke. Azam anatamba kwa sababu yeye pale ndio nyumbani na yeye kwa mara ya kwanza anaingia makundi. Yaani anafurahia kunywa kunywa wadongo kama alivyonywa nani dube kule Malawi. Kasa na huyu nimwambie tu ukweli. Wanasema kwamba wao ni watu ambao hawapendi bure bure. Hapa ni siku ya watu kuja kusherekea, watu wenye ziki, wenye nini? Hasa mwenye ziki ndo anaingizwa bure. Mwenye hela hawezi kuingizwa bure. Sawa? Aya hiyo kadi hiyo. Unasema kadi. Hiyo kadi hiyo. Hicho kipeperushi cha kuingilia jisini bwana. Itikadi inasemaje? Hicho ni kipeperushi, wao wana tiketi. Wana tiketi yao. Ina nembo gani nyuma? Hao wana tiketi. Ina nembo ya Yanga, si ndio? Muhuri wa wa Yanga. Imeandikwa hapo. Sisi mashabiki wa Yanga ndio wao. Nimekwambia hiyo tiketi, so watu wa shida, tiketi hiyo VIP, na tiketi hizi mbili, ndugu yangu, hiyo hiyo tiketi hiyo tiketi hiyo tiketi. Anangoja msaada sasa, muone hii tiketi. Msali watu wanasubiri ndizi na pilipili, naomba na biliani, muone hii tiketi ndugu yangu, nataka nimpatie nani, ndugu yangu, nataka nimpatie mimi Yaani niingizwe bure. Mimi nini? Nani? Wewe uliza swali zuri. Kama nimefuata nini? Nimekuja hapa na mambo makuu mawili. Kuangalia kwamba E yeah, mnaingia kwa wingi, mnaingizwa bule kwenda kufagia uwanja leo <laughs> hakuna mechi, wanaingizwa, wanaingizwa bule kwenda kufagia uwanja. Hivi nyumbani kwenda kufagia uwanja, unaingia kwa hela? Tajiri gani huyo tajiri katoa jezi, jezi ya Leo mnataka napilia hapo hapo juu. Ndugu Mdishi. Hii tiketi mtandao ni tiketi haikamna. Anaonesha mechi. Mzunguko. Hakuna sema tiketi. Hizi tiketi ni za tu maalum. Sasa hiyo tiketi, hicho kipeperushi cha kuingilia pale ni wanachama. Nisikilize blaza. Yaani kwa mwanachama hata uswalini kwenye vilabu vya pombe wana wanachama vile vile. Unaitangia shilingi ngapi klabu yako kwa mwaka? Nisikilize blaza. Hiyo hoja unayoleta wao haina kichwa wala miguu. Blaza subiri basi, ndio lori kwa mbele uwe na hoja ya msingi na na hapo sasa sasa, wewe wewe una una una mbona chama chama na sio na naomba, shilingi shilingi ngapi ngapi ngapi? brother brother, unalipia unalipia, lori kwa mbele. Brother umeingia hoja ambayo naomba unisikilize vizuri. Hii sio mtu wa kupiga kelele kubishana, hiki ni kioo cha jamii, ili watu wanatufuatilia wafuatilie fact, sio kelele kelele. Unalipia shilingi ngapi kwa kwa mwaka? kwa hiyo ndio swali lako, hoja ya msingi

Hiyo ni geti pasi blaza. Ingia mtandaoni. Ingia mtandaoni. VIP mtandaoni ukati. VIP mtandaoni ukati. Hiyo ni ah, geti pasi yes, yes, yes, yes, yes, yes, eh, si kuingilia pale mechi yenye kiingilio ni ya Singida eh. Chamazi sana VIP ni elfu tano jana eh, bure na leo wanaingizwa bure mechi ya hela ni kesho. Hapa leo kuna bonanza. Wewe Chatibu, ushae kwenda baa una hela. Subiri bas. Subiri fika kwanza. Subiri bas. Ushae kwenda baa una hela unataka ukanywe. Eti. Nani anakununulia baa? Umekaa walimu vipi? Wahuruma nakuja vipiaua? Leo mnaingizwa bure bure bure bure bure bure hapa leo mnaingizwa mnaingizwa mnaingizwa mnaingizwa mnaingizwa. Sawa, sawa, sawa, kwanza, kwanza, namba, namba, namba, namba shikilia namba, shikilia namba, shikilia sawa, namba shikilia hapo, hapo, hapo, hapo. Kibali, kibali, nakubali hiyo tiketi basi. Hapo ndugu mwandishi, nilizunguka kitu kimoja nikasemaje, kwa sasa hivi sisi mashabiki wa, wa Dar es Salaam Africans, sisi wanachama wa Dar es Salaam Africans tuna kauli mbiu kuhakikisha wale upande wa pili, ndugu zetu ambao wana sickle cell sawa, wana matatizo ya akili The way hawana pesa ya matumizi, the way hawana kazi mjini, kwamba kuhakikisha tunawasaidia na kukana ukaribu, ilimradi ku, ku refresh mind, ilimradi wasipotee katika njia. Mimi, kwa kumalizia tu, hakuna, hakuna goli ngapi leo? Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, japokuwa kuna wanga, kuna visiki, kuna washirikina pointi tatu na magoli yasipungue magoli sita. Kwa nini nazungumza hivyo? Niko nyumbani, wachezaji wana munkari, wachezaji wana, wana wako kwenye attention ya gemu, wachezaji wanaitaka mechi, na unapoangalia umati wote, tumekuja kuisupport.

Injilia yesi na jopo lake washafungua matawi mangapi mangapiaaa? Wanasifika wana kufungua matawi leo, labda ni mjibu wa haraka. Iko hivi. sisi kila sehemu tuna matawi sawa, na kitu kimoja anachozungumza mpira una matokeo matatu, kakubali, ukiwa mawili tu au nyumbani nilipoteza ugenini, kwamba nilingatwa na mbu Sawa haikumaanisha so kwamba nimetereza na nimedondoka, lakini leo na hakikishia umati na wadau wote Tanzania wajue kwamba Yanga ndio timu pekee Tanzania, na Yanga ndio timu ya kuanzisha Tanzania, na Yanga ndio timu ya kwanza kuvaa viatu, na Yanga ndio timu yenye mashabiki wenye upeo na fikra za kufikiria. Mimi niwashukuru sana na niwatakia kila. Amedanganya <mimiju> <mimiju> sema timu ya kwanza kuzaliwa sawa, lakini kuvaa viatu kuvaa jezi ni Simba, ndio maana wameita